Waafrika hauna hiyo subira. Mpira wa Tanzania, kategori ya mpira wa Tanzania ndio iliyomfukuzisha Roman Falls, kwa sababu mashabiki hawawezi kusubiri aingize falsafa. Wewe hauamini katika uwezo wa Max Nzengeli, wewe hauamini katika uwezo wa Pakome Zuzwa. Kwa hiyo yeye Roman Falls wachezaji amewakuta, ilikuwa ni swala la kupewa muda, kwa sababu kocha professional ni lazima asome saikolojia ya mchezaji mmoja baada ya mwingine, kuanzia kwenye saikolojia mpaka viwanja vya mazoezini, ili aweze kujua mchezaji yupi atakayeingia naye kwenye kikosi cha kwanza. Kumsoma mchezaji saikolojia haichukui siku moja wala nusu siku, ni swala la muda mrefu. Kwa hiyo kwa mpira wetu wa Tanzania hivyo vitu tunahitaji kocha wa muda mfupi na sio wa process kama Mikel Arteta. Umeelewa, mpira wa Tanzania e, mimi nikipata matokeo namzodoa mwenzangu umeelewa. Yule mwenzangu hatokubali akiona nalegalega kwa kocha, lazima ataweza kunizodoa na yeye. Kitendo cha kumleta Romain Folz, tuliamini atakuja kuwatengeneza vijana.